Hafla. Wewe, binadamu mjinga, unafikiri Sirena alikupenda? Kumbe alikuwa za gamba bari. Kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Aliendelea kuzungumza kwa hasira, sijawahi kuona binadamu mjinga kama wewe. Wenzako wanawinda nywele za Sirena ili waishi milele, wewe unawinda upendo. Kijana maskini alimtazama zagamba kwa hasira na ujasiri. Kamwe hakuwahi kuwa mnyonge anapoona kiumbe chochote kile kinajaribu kukata kamba ya upendo kati yake na Sirena. Kijana maskini alijibu kwa hasira Daima nitawinda upendo kwa Sirena na nitawaua wale wote wanaowinda nywele zake, ama kiumbe chochote kitakachojaribu kutenganisha upendo huu wa bahari na nchi kavu. Na kushangaa, wewe nguva mjinga, una macho lakini hauoni, umeshindwa kuona upendo wa Sirena kwangu, maana hata samaki vipofu wa bahari hii wanauona upendo huo, wanajua kama mimi na Sirena tunapendana na mapenzi yetu ni ya kweli. Zagamba alikasilishwa na jibu hilo, alimtazama kijana maskini kwa hasira zaidi, kisha kasema, kwa hakika sikosei kukuita binadamu mjinga. Sikupaswa kukuambia haya ninayoenda kusema, wala sikupaswa kupoteza muda wangu kuyazungumza, lakini nakuahidi nitauvunja moyo wako kabla sijakuua. Sikiliza kwa umakini, we mwanadamu mjinga. Leo nitayafumbua macho yako na nitakupangusa tongotongo zilizoziba mboni zako na kukufanya usiuone ukweli. Umesahau, Sirena ameua mamia ya wanadamu, hakuna aliyetoka hai alipokosea njia ya bahari na kukutana na Sirena. Unadhani chuki kubwa kiasi hicho inaweza kubadilika na kuwa upendo? Silena anaanzaje kumpenda binadamu? Maneno hayo hayakumtetemesha kijana maskini, yote aliyapuuzia, aliyaona hayana maana yoyote ile. Sagamba akaendelea kuongea kwa hasila, nyinyi binadamu ndiyo mnaotafuta nywele za Silena na mlikuwa mnajua wazi kuwa mkizikata hawezi tena kuishi, na ulinzi wa koo yake utakosekana, hivyo kizazi cha nguva kitafutika na kubaki historia. Nyinyi ndio mlimuua baba na mama yake. Unafikiri kweli mtoto wa damu hiyo atakaa aseme na mpenda binadamu? Wewe ni kijana maskini, una ukoo, una nguvu, una damu ya miungu? Wewe ni tone moja la maji, na Sirena ni bahari yote. Fikiria vizuri, Sirena naweza penda kiumbe dhaifu kiasi hicho. Sasa unatakiwa ujue kwamba Sirena ni mke wangu, na tuliunganishwa na Mungu wa zilinda, Mungu wa zilinda. Hata kabla hajazaliwa haja na ujue kuwa, kuwa. Alikuja kwako, kwa kwa kwako kwa agizo langu akuja kwako kwa mapenzi wala kwa kupenda, kupenda. Mimi nilimtuma kuja kufanya upelelezi, upelelezi. Ili ajue siri za binadamu, binadamu. Ajue udhaifu wenu ili tuweze kuwamaliza kiurahisi na kama huamini kama Sirena ni mke wangu na niliunganishwa naye na Mungu wa Zilinda, bila shaka kwenye paja lake la kushoto uliona chapa ya jina langu. Kama uliona tatu hiyo, iliandikwa jina la Zagamba kwenye paja lake, basi huyo ndiye mimi, Zagamba ni kweli kwenye paja mguu kushoto wa kushoto wa Silena kuna tatuu ya jene la Zagamba. Msichana yote yule, siku ambayo anaunganishwa na Mungu wa Zilinda na mumewe, tatuu ya jina la mumewe hutokea kwenye paja lake bila kucholwa wala kubandikwa, ilikuwa ni kazi ya Mungu wa Zilinda. Maneno hayo yalimwingia kijana masikini alina misha kichwa kwa huzuni. Mawimbi ya bahari hayakulia tena, bahari ilionekana kulia pamoja naye. Pigo la upendo lilikuwa kali kuliko pigo la upanga wa askari wa Kirumi liloambiwa na Zagamba lilimrudia na kumchoma kama mshale wa moto moyoni. Kijana maskini alikumbuka kila tabasamu la Sirena, kila sentensi ya upole, kila macho aliyomwangalia. Je, macho yake yalikuwa ya udanganyifu? vifo vyote vya wanadamu aliowahi kuwaua nilivisahau kwa sababu ya mapenzi. Hakika mimi ni binadamu mjinga. Kipindi anaendelea kutafakari hayo, Zagamba alianza kumnyatia taratibu kijana maskini ili amue lakini kabla Zagamba hajapiga hatua ya mwisho kumfikia kijana masikini, mwanga mkali wa vishindo vya mbao na kelele za chuma zikasikika juu ya mawimbi. Meli kubwa ya askari wa Loma ilikuwa inakuja eneo hilo kwa kasi. Zagamba akatazama meli hiyo, kisha akamshika mkono Silena akazama naye majini na kupotea naye eneo hilo. Kijana masikini alibaki akielea juu ya maji. Hakuwa na jilaa, lakini moyo wake ulikuwa umevunjwa vipande vipande. Alijua Sirena hakuwahi kumpenda, na huyo aliyeondoka naye si nguva mwezake tu, ila ni mumewe wa ndoa. Kwa mbali, kelele za askari wa Loma zikakaribia, lakini kijana huyo hakuwa na nguvu za kukimbia hakuwa na nguvu hata sikuogelea. Maneno ya uongo ya Zagiamba alimmaliza kabisa. Alibaki amezubaa kwa huzuni, akijua kuwa kumbe usaliti wa mapenzi hauishi nchi kavu pekee, upo hadi ndani ya bahari. Sirena alichezea hisia zake. Miaka mengi kabla ya kuzaliwa kwa Sirena, kulikuwa na jamii ya nguva wa baharini waliokuwa tofauti na wengine, nguva ambao vichwa vyao havikuruhusu nywele kuota. Nguva vipara, viumbe waliosifika kwa nguvu, ukatili na akili za vita hao hawakutazamwa kama hatari tu ya viumbe wa bahari bali hata kwa dunia ya binadamu, maana alikuwa na uwezo wa kugeuza mikia yao ya samaki kuwa miguu ya binadamu. Lakini kizazi hicho kilifutika kabisa katika uso wa bahari na kubaki historia, hadithi za kusimuliwa usiku ili kuwatisha watoto wa Zilinda. Lakini nguva pekee wa jamii hii aliyebaki alikuwa Zagamba. Kulikuwa na sehemu moja tu katika bahari yote ya Zilinda, sehemu ambayo hata Mungu wa Zilinda hakuwahi kufika, sehemu ambayo haikuandikwa kwenye ramani za bahari wala historia haikuwahi kuijua, pango la Zagamba. Zagamba mwenyewe alipenda kuliita mdomo wa kifo. Hapo ndipo Zagamba alizaliwa, hapo ndipo alikulia, hapo ndipo palipompa jina la Zagamba. Akiwa mtoto Zagamba aliwahi kuwapa, akiwa ndani ya pango hilo, hapa ndipo nitakapowafunga familia yote ya kifalme ya Zilinda watalipa machozi yangu yote niliyowahi kumwaga nikiwa hapa, na nitawazika mmoja baada ya mwingine hapa hapa. Miaka iliposonga, Zagamba aliamua kufufua kizazi cha nguva vipara na kukirudisha kwenye uso wa bahari, kizazi ambacho kilishaaminika kuwa kimefutika. Hivyo Zagamba akateka mmoja wa nguva wa Zilinda, msichana mrembo Kamfunga ndani ya pango hilo la mlango wa kifo. Zagamba akamfanya msichana huyo kama mateka wake, akimwingilia kwa lazima, tena na tena, mwaka baada ya mwaka, akiwa na lengo moja tu: msichana huyo amzalie watoto ambao walipaswa kuwa silaha. Msichana huyo alizaa watoto wawili, mapacha wa kike na wa kiume. Zagamba hakuwaita kwa majina ya watoto hao, ila aliwaita Mizizi na Mwale akimaanisha kuwa ndiyo mizizi ya mwanzo wa taifa jipya la nguva vipara. Zagamba hakuwa baba tu, alikuwa kama Mungu kwao. Watoto hao walikuwa hadi kufikia umri wa ujana, wakiwa bado vijana Zagamba aliwaamlisha wafanye mapenzi. Hakukuwa na maadili, bali na sheria. Alicho kihitaji Zagamba ni kurudisha jamii ya nguva vipara. Mizizi na Mwale walizaa watoto wao, nao wakazaa wao kwa wao, kizazi kikawa kizazi. Hatimaye jamii ya nguva vipara ikarudi rasmi. Lengo la Zagamba lilikuwa moja tu, ni kuivamia Zilinda kulipa kisasi kwa baba Silena na familia yake. Mipango yote hii aliifanya kwa siri, akiwa bado anaishi Zilinda, kipindi ambacho hata Silena mwenyewe bado hakuzaliwa. Na hii ndio ilikuwa sababu kubwa ya za Zagamba kukataa kuunganishwa na Silena na pendekezo hilo kwake lilikuwa tusi, kutaka kumuunganisha na damu ya maadui wake. Na tayari alikuwa amejikusanyia jeshi la kina viumbe wenye nguvu na uchawi, waliokuwa tayari kwa vita. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kuunganishwa na adui yake, wakati ushindi ulikuwa unaonekana wazi. Lakini kabla mpango wake kukamilika, ndipo akazelewa nguva Silena alikuwa kiumbe wa pekee, nguva aliyezaliwa na nywele za dhahabu ambazo hazikuwahi kuonekana kwa kiumbe yoyote wa majini. Na nguvu za Silena hazikuwa za kawaida, kiumbe chenye uwezo wa kukausha maji yote ya bahari. Zagamba alipojua nguvu za Silena akaogopa. Alijua hawezi kushinda vita ya uso kwa uso kwa sababu Sirena hakuwa mnyama tu wa maji bali alikuwa roho ya bahari. Zagamba alijua kuwa vita yake dhidi ya Zilinda singeweza kushinda tena. Hiyo ndio sababu ilimfanya Zagamba abadili msimamo wake wa mwanzo na kukubali kuunganishwa na Sirena, lakini ndoa hiyo haikuwa kwa sababu ya upendo, ulikuwa ni mkakati wa vita. Zagamba aliamini kwamba ndoa hiyo ingemweka karibu na Sirena na angepata nafasi ya kujua ulipo udhaifu wa nguvu zake, kisha amuue na kukimaliza kizazi chote cha himaya ya Zilinda. Siku wa leo Zagamba alikuwa amefanikiwa kumchukua Sirena mikononi mwa kijana maskini, akamleta kwenye pango la mdomo wa kifo na kumfungia gerezani. Sirena alikuwa bado akichekacheka na kutabasamu kwa ukosefu wa akili, asijue hatari inayoenda kutokea mbele yake na ukoo wake wa himaya ya zilinda bari. Huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.